Karibu sana mwana michezo wa Rick Media. Mimi ni Sostenes Ndunguru, niko hapa eh, kwenye studio eh, za Rick Media nikiwa na Dr. Mohamed Hamis. Eh, huyu ni shabiki wa Simba. Tumekuja hapa mahususi kabisa eh, kuzungumza kuelekea eh, kwenye michezo ya kimataifa. Eh, mnyama Simba atakuwa Benjamin Mkapa dhidi ya Petro Atletico Di Rwanda, lakini Yanga Africans wapinzani wake watakuwa pale Zanzibar Eh, dhidi ya farabati ya pale Morocco. Dr. Mohamed Hamisi, uko hapa tunasikia mengi. Yeye eh, anazungumza nini? Bwana uko vizuri? Niko poa kaka, niambie. Mambo yanasemaje? Ah, leo na furaha zote kama zote. Furaha ni kubwa. Eh, furaha ni kubwa na nimefurahi kufukua hapa. Kwanza kabisa nichukue nafasi hii nikiwa kama E, influencer mkubwa wa mpira wa miguu Tanzania lakini ikiwa mm, kama mwenyekiti wa Sports Influencers Tanzania, maana yake tunazungumzia ni TSPI ambayo promotion ambayo imekuja kuangalisha mashabiki wa Tanzania unao kuipigania Taifa Stars na majambo yote ya timu ta, ya, ya, ya taifa. Nichukua nafasi hii kwanza kumpongeza e, mbunge wa nyumbani kwetu E, mheshimiwa Dr. Florence Samizi e, mbunge wa kuchaguliwa na wananchi kutoka kwenye jimbo la Muhambwe e, Kigoma mjini Kibondo mjini ambako mimi nimezaliwa, e, kwa kuaminiwa na mheshimiwa rais mheshimiwa rais katika orodha ma, mawaziri ambao amewataja hivi punde jina la Dr. Samizi Florence Samizi ambaye ni mbunge wa kuteuliwa kutoka jimbo la Kibondo ya Muhambwe ambao ni jimbo la Kibondo mjini ambako mimi nimezaliwa na limetoka, ameteuliwa kuwa miongoni mwa e, wakuu wa serikali maanake ni miongoni Jina lake imekuwa amekuwa naibu waziri wa Wizara ya Afya. Nimpongeze eh, Dr. Francis Samizi kwa kuaminiwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kupewa nafasi ya kuwa naibu waziri wa afya. Sisi wana Muhambwe tunampenda, tupo nyuma yake tuna na tunamsapoti na tumefurahi. Tumshukuru Dr. Samia kwa kumpa nafasi hii. Eh, sasa Muhambwe itakwenda kupiganiwa kwa nguvu zote. Sawa. So, Bana mambo mengine anasemaje? Mambo mengine poa. Sisi kama wana Simba leo tulikuwa tulikuwa tuna tuna siku yetu pale Temeke Studio ambayo tumeanza kuhamasishana kuelekea mechi za kimataifa. Maana yake kwenye kafu Champions League, ukishasikia la mgambo limelia, maana yake ujue kuna jambo jeshini. Kingora kilia kinamaanisha hatari, watu wote matokeo uelekeo mmoja, mwelekeo wa wikendi hii. Magari yote daradara, bodaboda, bajaji, mabasi, boti, Uber na mengineyo akuelekea Temeke uwanja wa Benjamin William Kapa majira ya saa kumi ni Simba dhidi ya Petro Atletico di mm. Luanda ya nchini Angola kwenye mm. mchezo wa caaowg mchezo wa raundi ya kwanza kwenye hatua ya makundi ambako e, timu hiyo inawasili kesho kutwa hapa E majira ya jioni saa 11 hapa uwanja wa JK wa Julius Nyerere wa kimataifa Terminal 3. Kwa hiyo leo tumeamua kuanzisha hamasa kupitia msemaji wetu wa klabu semaji la kafu wa Mediari, na hamasa imekuwa na mvuto mkubwa, na sisi kama mashabiki wa Simba kadhi yetu ni kubwa kumsapoti semaji, kuisapoti klabu kwa kuhakikisha kwamba kila mwana Simba hakae nyumbani anaacha majukumu yake siku ya Jumapili, ananunua tiketi ya shilingi elfu tano tu kwa mtenyo wa buku tano, unakuja kumwona mchezaji Selemani Mwalimu Gomez Jonathan Soa the black lion akiwa, akiwaangamiza, au akiwafanya vibaya wa Angola hawa wanaotokea kule nchini Angola. Kwa hiyo ndicho ambacho kimejiri siku ya leo na ndomana unaona bado tunaendelea na bashasha mnatoboa kwe kwenye, kwenye mchezo huo dhidi ya Petro Atletico watu wengi wanatazama kama Uh, ni mechi ngumu sana kwa mnyama Simba ama mche ama tuna in fact na, kwa kwa ni mashindano makubwa na magumu sana lakini, kwa Simba Sports Club lishavuka. Hii ni, ni group stage ya Cup Champions League ya, ya tano, ukizungumzia ya mashindano ya kimataifa yote, maana shirikisho pamoja na ligi ya bingwa bara Afrika. Simba imefuzu group stage mara saba. Unaelewa? Maana kishirikisho mara mbili CAF Champions League mara tano tukivuka hapa kuna robo finali maana tuko na robo finali saba. Unaelewa? Za mm. CAF Champions League. Maana yake ni timu bora sana kwa ukanda huu wa sakafu ambayo imefika robo finali mara nyingi kuliko timu yoyote. Unajua wewe umeelewa? mm. Manake sisi ni wakomavu kwenye hili eneo la kule kafu cha tumvuni, hasa kwenye hatu ya group stage. Tunajua jinsi ya kuweza kupenetrate, tunajua kutengeneza hesabu zetu bila kutumia calculator, unaelewa? Tunajua jinsi ya kupiga hesabu mathematics vizuri, tukamaliza nafasi ya kwanza au ya pili ya kundi ambayo itatuwezesha sisi kuvuka. Tumefanya hivi misimu mingi. This time around tupo na Steady Malin kutoka pale nchini Mali, eh, timu bora sana ambayo imesheheni vijana wametoka kwenye misingi sahihi ya soka la vijana kuja kwenye timu yao kubwa. Lakini tuna timu kama Esperance de Tunis, timu ambayo imecheza eh, World Cup ya vilabu pale nchini Marekani, United States of fucking A, unanielewa, msimu huu lakini pia ni timu ambayo tayari na uzoefu kwa sababu ina kikombe cha cha CAF Champions League right, ni timu ambayo tayari hapa katikati kuingia nusu fainali, wao ni kama maji ya kunywa. Wanaamka asubuhi wanachukua maji kwenye mtungi na kunywa. Hiyo ni Esperance de Tunis, ni timu ambayo ina uzoefu mkubwa, ina quality kubwa na kuna CAF ranking timu ambayo iko juu unaelewa. Kwa hiyo sio timu ya kuibeza, lakini tunao hawa wa, wa, wa Angola wanaongea kireno hawa wanaelewa zuri ya mm. Eh, Petro Atletico ni wa Luanda, eh, timu nzuri sana ambayo unaona kuna misimu mitatu msimu jana ndio ilipoteana akajipanga imerudi sasa, baada ya kuchukua bingo, umesikia maana yake kwenye Cup Champions League nusu finali washaingiza zaidi ya mara mbili. Ni timu ambayo inasumbua sana na inacheza mpira wa kasi, direct football, mpira utengeneza nafasi nyingi, inacheza mpira kwa defense pia. Kwa hiyo ni timu ambayo unaona iko kwenye mizania ya kuwa na klabu bora ambayo inaweza kuja kuisumbua klabu ya Simba, lakini yote hayo hayatuzuii Nyama Sports Club Simba Sports Club kupenetrate kwenye ile group na kuweza kufikia malengo ambayo tumejiwekea. Mnyama Simba analiwakilisha taifa kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini wako wapinzani wenu pia, Yanga Africans. Tutegemee uh, kuona timu zote mbili msimu huu zinafuzu tena kwenda robo fainali ya ligi ya mabingwa? Hapana, hapana. Unamaanisha nani anabaki? Yanga anabaki. Ah, kwanza, so uh, Yanga ah, dokta, kwanza sosi ni kwambie kitu, Yanga ndio timu pekee kutoka Tanzania ambayo imepangiwa timu eh, kundi eh, gumbu, nisema, gumbu, kundi jepesi kuliko yeah, timu yoyote umeelewa? Yani, Yanga ndio mm. timu pekee kutoka Tanzania mm. katika timu nne ambazo zinacheza group stage hatua mm. ya ya kombe la shirikisho pamoja na mingi mingi ya bingwa ndio timu pekee ambayo imepangiwa ko kundi jepesi kuliko timu yoyote, na nimesema, nimeelekeza au niseme nimeshauri, kama Yanga msimu huu asipofuzu kwenda robo fainali, kama msimu uliopita walishindwa kufuzu, hasina zao zikakimbilia kulipiga wamelazo mm, wakishindwa kufuzu wanatakiwa wapewa adhabu ya kuchapa viboko viwili asubuhi na jioni, wachezaji na viongozi wao na benchi la ufundi, yani asubuhi wakiamka viboko viwili na jioni wakati wakulala viboko viwili kwa siku saba, kwa sababu ni uzembe wao e, tu e, umesababisha waiaibishe taifa letu. Wako warabu watupu kwenye kundi lao vyote vibonde bradha, yani unavyozungumzia Warabu nani ahai nishinoali saizi hatishi. Eh? Yeah? Makali yake yameshisha misimu minne iliyopita. National Ahli hatishi. Kwa sasa hatishi. Mimi nimeshawahi kuwa kuongoza group, yupo mkali kama chui mwene njaa ya siku tano tanoz kuna peak, yupo performance kubwa, Kuna kwenye kiwango kikubwa. Chini ya kocha mkubwa Afrika, Pitso Mosimane. Mimi nikaongoza group stage nyuma nafasi ya kwanza alama 13 Benjamin Mkapa, napigwa kama ngoma. Unaelewa sio? Kwenye kundi lao, tukijipanga vizuri, tunawagonga kabisa. Una farabati, timu ambayo imepoteza direction, timu ya kawaida sana, ina warabu koko wa Singida na Petro kutoka Angola. farabati tuifananisha na Sted Malini mchezaji wao mkubwa ana miaka ishirini na nne. Uwezi kabaili mwarabu koko kutoka Singida. Ni warabu wa kawaida hawa ambao hawana meno ya kungata. Ni kama nyoka kabisa. Ni timu ya kawaida sasa, yani kwenye grupu la Yanga ni unamwona ni Yanga tu peke yake, nakaunafuu labda anaweza kaunafunafuu. Ndio maana asemaje, asipofuzwa achapwa viboko kwa sababu hana sababu za kutokufuzwa. Ni kundi jepesi. Hili kundi ningepangwa Simba Simba kundi la, la Yanga asubuhi mm. Asubuhi sisi tungetangaza matokeo tungeshinda nje ndani kwa, kwa ndani nje huyo na mkapa tatu kule hapa kuliko Yanga. Mimi nakwambia. Na mimi maombi yangu ni Singida Black Stars. Mungu awasaidie wavuke Yanga, Mungu awasaidie wavuke Simba, Mwenyezi Mungu atusaidie tuvuke, lakini hawa ni mamwiko bali <laughs> <wakute, bale>, <laughs> yeah, <tieda> mtiani ni mwe, ni ni mgumu mwenzako, mwenye akili mtihani wa leo ndo mwepesi koote, maanake we ni kiraza, na hata mtihani mwepesi we una feri. Unanielewa? ndo Yanga no, mm -hmm. Sasa ni kam, na na uwepesi na, na, wa kundi ambalo mm -hmm. wanalo lakini bado tunajua hata feri Yanga Afrika eh. uh, tumalize na hili eh. walianza mashabiki wa Yanga Africa siku iliyopita kudai eh, bwana basi eh. Irizar liko wapi? Sio siri ku... nyinyi ile haijawa haiwapotezei heshima huko mtaani, sio siri kuuliza swali yeah. Mashabiki wa Yanga wanadai wana basi la Simba yeah. Basi likinunuliwa watapanda mashabiki wa nani? Mashabiki wa, mashabiki wa Simba. Basi Sio liki... mashabiki, ni timu ya Simba yeah. Hilo basi wata, wat, wat, wat, itapaki kwao, hapana, wana manufaa nalo hapana, ni sababu nani aliyeko nyuma yao, hawa mashabiki wanarudia basi kwa manufaa ya nani? Kuuliza basi ya Simba hawataki wanasema kwamba mnadanganywa. Ni, ni kazi yao kutusemea sisi, wanapigania haki sisi, hatuna midomo kama wanasema mmeshindwa, mnaogopa. Sisi hatuna hatuna at, mtu akutusemea msemaji wetu. Ah, wanasema hawezi kuhoji. Kwa nini wao wanataka kujipa kazi rasmi bila kuwa na vyeti? Kwa sababu wasemaji wote wana vyeti na wamefanyiwa interview Simba wameajiriwa. Sasa kwa nini wao hao wasemaji wameshindwa kuhoji basi liko wapi? Kwa masira ya nani? sisi -si -si -si sosi Simba Sports Club ieleweke. Simba Sports Club sisi mashabiki <manyo> kipaumbele chetu sio gali, ndio umeelewa? Yeah. Yani, mshabiki wa Simba kipaumbele chake kumwamsha usingizini hawezi kukuambia ligari. Vipaumbele vya mashabiki wa Simba sisi ni ubingwa wa NBC Premier League msimu mm, mm, huu umeelewa? Kipengele, kipaumbele cha kwanza Kipaumbele cha pili ni kufanya vizuri CAF Champions League. Kipaumbele cha pili. Mm. Kipaumbele cha tatu ni kuchukua ubingwa wa Sierra Leone Federation Cup ambao tumekaa muda mrefu hatujachukua. Mm. Hivyo ndio vipaumbele vya wana Simba. Umeelewa? Ndio. Kawatafute wana Simba wenye akili zao timamu, sore wenye akili timamu waulize vipaumbele vyenu nyinyi nini? Hawazi kuambia gani? Kwa hao wanaokuja na na kuleta hoja zao ambazo nonsense hoja ambazo hazina logic Ko, wana maslahi yao binafsi nyuma pazia ndio hiki. Wanao hoji e, basi la Simba liko wapi? Hawana hoja. Amsi. Hawana hoja msingi. Hawana? Hoja ya msingi. Mbona basi lao limepakwa lime, lime puti pale tuafikiria nyumba nyumba za Tandale. But basi lao jali lilivyoharibika. Linapigwa puti kila siku. Kama nyumba za Tandale. Mbona hawaruzi? Wao yeye basi lao bovu. Viti vimerika lika utafikiri daladala kuna magara. Zile zile UDA zile yale mabasi marefu ya kuna magara. Sio na nzuri mm. Kwa hiyo wao wenyewe wasidogoshe au wasijifanye wanazungumzia matatizo yetu mm. Wao wenyewe vimewashinda vi, huyu anaeulizia basi basi lao lime, viti vimerika kama mabasi kama magari za kwenda Mbagaa, unaona na nzuri mm. Basi lao hata AC halina, wao sikizo wakipanda nafungua madirisha basi langa. Waanze kujisafisha kwanza wao. Utatoaje kibanzi cha kilichopo jichoni mwa mwenzako wewe chako kipa, kipa, kipo bado to, to, kipo toa toa kibanzi chao kwanza wewe msemaji alikama unazungumzia oo, na wasemea Yanga na wasemea Simba. Sisi tumekutuma tusemee? Wewe una klabu yako ya kuisemea Yanga. Sisi tuna msemaji wetu amediali. Tukiwa na shida zetu za kutusemea tutusemea yeye sio wewe. Unaelewa? Mm. Wewe ni nani utulizie maswala basi? Nani mm anakuambia Simba Sports Club sisi vipaumbele vyetu ni basi? Mm. Bratha, kwenye maisha kila mtu ana vipaumbele vyake. Unaelewa? Ndio. Wewe kipaumbele chako sasa kwenye maisha yako nini? Kipaumbele kwenye maisha yangu? Eh. Hey. Ni siri siwezi kutaja hapo kwenye kwenye internet. E, kwa mfano mimi kipaumbele changu na maisha yangu ni kula. Ndio kipaumbele changu. Cha kwanza kabisa nile vizuri. Nile vizuri, kwa hiyo kiniletea hadithi zingine ambazo hazipo ndani ya kula, mimi nako na wajabu. Labda tumuulize kama imani wangu kule kipaumbele chake nini? Unanena nini? <laughs> Ah, umemsikia Koba anachosema kipaumbele. <laughs> Kwa hiyo sasa sosi, kila mmoja kipaumbele vyake hiki cha. Jamani, kipaumbele kibaya kibaya mno eh, kibaya wala, kameramani ametaja kipaumbele kibaya sana. <laughs> <laughs> Tumstiri kwa pua, tumstiri, eh. kwa pua maana kwa mdomo tutamuumbua, unaelewa. kwa hiyo, niwakwambie kitu? Mm. Ahadi sio deni Wanaosema ahadi ni deni ni watu ambao bado hawajafikiria dunia ya kisasa. Yaani, bado mindset zao ziko zinawaza zamani mm. Lakini kwenye watu ambao na think big like me mm. ahadi huwa sio deni. Ndio maana mimi kikuahidi ho kutoa auti ni kupika kwa bichu kale miogo huwezi mm. kunifunga kukupeleka, au uniahidi kunipa 5000. Eh, nisipokupa huwezi kunifunga, sio deni. Unaelewa? Lakini makubaliano ya kimkataba hiyo ni deni. Yawezekana nilipokuambia ila makubaliano ya kimkataba hilo ni deni. Mkataba baina ya Simba na kampuni ya J-Root Investment East Africa Limited ni siri, ni confidential. Umeelewa? Makubaliano mm. ni Mwende kupasa kulalamika kwamba hatendewi haki. Ni nani kati ya Simba management, Jeruti na Harikabu? Actually Simba ndo ana haki. Simba akiona hatendewe haki, e, Simba, haki. Yeye ndo, mm. ana, ana, ana haki, ana mandate ya kuja kutuambia wanachama, bwana, mimi sielewi. Au sio, koo? mm. Pilipili usiyoila wewe inakuwashia nini? Sio kazi ya Ally Kamwe kuanza kuhoji masuala ya kimkataba baina ya Simba na Jeruti. Hiyo sio kazi yake mm. Kazi yake ni msemaji wa Yanga, akaisemee mm. Yanga na mashabiki wake, unaelewa mm. Kama kuna kontroversi yoyote kati ya Simba la Jeruti, atakakuja kutuambia hiyo kontroversi ni mwenyekiti wetu wa Simba Mutazari na Gongo, ndio atakuja kutuambia sisi wanachama, umeelewa? mm. upo ndio. Kwa hiyo kitu kama hicho kikitokea mm. kitu kama hicho kikitokea, ndio hakipaswi kuvumilika, atakiwa aambiwe ukweli, umeelewa? Aambiwe ukweli. Leo hii sisi Mm. Ahadi ambazo wamezitoa Jeruti, mm. kwanza sisi naye alikuambia ahadi ni deni. Kwa hiyo atekeleze asitekeleze, sisi hatuhusu nini, asipotuletea jezi hizi ndo tutaalamika, isipokuwa yes, zinaingia kwa wakati jezi, yes, zinaingia kwa wakati. Na takesha kutwa Alhamisi Simba Sports Club kupitia Jeruti Investment East Africa Campa Limited China, mkurugenzi Legasira Josefu wanazindua jezi mpya za kimataifa, jezi ambazo ni international brand, ni jezi ambayo haijawahi kuonekana toka nchi hii undwe, hata hii haijaonekana, nakuambia. Hii jezi hii sulifuraia ni bora, yeah. Hii inayotoka ni bora zaidi ya sana, ni jezi ambayo hata Marekani, Uingereza unavaa hii jezi itakayotoka ya, ya, ya kimataifa. Marekani unaenda bila visa, brother. Jezi inayokuja saizi inayozinduliwa Lamisi na Jeruti, yeah, ni jezi ambayo imesheheni viwango vyote vya international brandi. Asipotuletea jezi ndio tutahoji. Haya mengine si hatuhusu. mm -hmm. Umeelewa? Kwa sababu ni nini? Ni ahadi, sio makubaliano ya kimkataba. Unaona vizuri, nakuelewa vizuri. Kwa hiyo sisi kama klabu ya Simba, mm -hmm. kwanza tunamsapoti Jeruti, mm -hmm. tunamuunga mkono, mm -hmm. tupo tayari kumsapoti kwenye mm -hmm. kila hali. mm -hmm.